Natamani nipate komenti yako kwenye hili. Wanasema kwa nini ulifanya shughuli ya milioni kumi? Ulikuwepo siku ile ambayo alikuwa anafanya sherehe kujipongeza kuji, pale alifanya sherehe ile, iligharimu zaidi ya milioni kumi, lakini nyumba yake haijakamilika. Kama kama mzazi alikutambulisha hapa kama wewe ni baba, neno lako ni lipi? Kwa nini alithubutu kufanya shughuli ya milioni kumi wakati nyumba yake haijakamilika? Kuna watu wamenunua gari na hawana nyumba, wasilisahau hilo, sio umeelewa? Kwao siangalie nyumba, kuna watu wanalala ndani ya magari, umeona? Kwa hiyo wao wanaongelea hivyo kwamba usifanye shughuli ya milioni kumi, nyumba haijakamilika. Sawa, mm, mbona unajua kufanya shughuli na ujenzi na wa nyumba ni vitu viwili tofauti. Mm. Yes, bwana, ni siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa kwa moja kati ya wanawake ambao hivi karibuni wametindi sana kunako mitandao ya kijamii. Ni uzinduzi wa duka linalofahamika kwa jina la Shoe Mane OG Collection linalopatikana maeneo ya Mtoni Mtongani. Lakini mimi sio mzungumzaji mkubwa, so tunazungumza naye. Tuambie vile ambavyo binafsi ameweza kukamilisha hili, lakini nguvu kiasi gani amewekeza kwenye hili ambalo leo ameweza kulizindua. Shoe Mane, mambo poa? Niko poa alhamdulillah. Nikupe hongera kwa hiki ambacho umekifanya. Asante. Sawa, natamani nifahamu ni, ni, ni ndoto kiasi gani ulikuwa nazo kabla ya siku ya leo kutimia. Ni ndoto yangu ya muda mrefu. Nakumbuka toka niko Oman, akaunti zangu zote nilikuwa natumia kuuza nguo na posti na posti na posti na posti. Mtu akitaka baibui namnunulia huku huku, akao namtuma mdogo wangu anamfanyia delivery. Kwa hiyo nilikuwa na ndoto yangu muda mrefu nifanye hichi kitu. Yeah. Mtu ameshangaa au anaweza kashangaa kumuona Cheusi kulia kwako, kwa hapo, ukaribu wenu ni upi? Kipi ambacho kimeunganisha Cheusi? Ni mwigizaji, wewe ni mfanyabiashara, sometimes na yeye anakuwa kwenye mwigizaji, lakini kipi ambacho kimekuunganisha wewe na ni Cheusi? Nilipotoka Omani, ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kuwa msanii. Ehe, sasa katika kutafuta tafuta kupambania ndoto zangu, nikakutana na Cheusi, rafiki yangu. Mimi mwenyewe napenda kumwita baba. Nilikuwa sehemu fulani, nilipata nafasi nikafanya muvi fulani, naye alikuwa kama director wangu. Kwa hiyo tukaanza pale urafiki wetu, baba mimi mtoto, baba baba, mpaka saa hivi namwita kama baba yangu, ni mzazi Media. Ya, baba. Kama mzazi. Ya, naenda kama mzazi kuto, baba. <laughs> watu wanailia watoto, hey, yeah. Mtongani? Ya, nimetoka Tabata so nimekuja mpaka huku Mtongani kuja kushiriki katika uzinduzi huu wa hili duka. Nimefurahi kwa kweli. Kwa sababu kwa mtoto akike, kwa mwa, wa kike paa kuamua kufungua duka kutulia sehemu moja ni kitu ki, ki, nandi kikubwa sana. Anahitaji kapongezi. Kwa sababu walio wengi wanaishia tu kukaa kwenye mabaa mawapi mawapi, lakini akaamua kufungua duka, kufanya biashara, kutulia sehemu moja, anastahili pongezi. Na mimi kwa leo, ndo maana nikasema kwamba ataacha mitikasi yangu. Nilikuwa niko location, lakini nimetoka location, nimekuja moja kwa moja huku ili kuja kumsupport mwanangu, kwa sababu mimi napendaga kumuita mwanangu, si umeelewa? Ndio swali ambalo nitamani nikuulize, ulitumia muda gani mara baada ya show kuweza kukwambia bwana, nina jambo langu na wewe, kurespondi? Kuna chenga chenga yote ambayo ilifanyika, au ulivyoambiwa tu ukasema mimi nakuja? Ah, no, sijatumia muda mrefu kwa sababu taarifa nilikuwa nayo nao before, kwa hiyo leo nilikuwa ni siku tu ya kutimiza agano nilokuwa nimemwahidi kwamba atakuja na nimekuja kweli mm. Yeah. Sawa. So, tuambie kiasi gani cha pesa ambacho umeinvest kwenye hii biashara hasa? No. Kusema ukweli eh, <laughs> ni pesa kwangu mimi ni nyingi, ni nyingi, nikisema niitaje, nimeinvest kama kwenye milioni nane milioni nane nane, nane. Yeah. Pesa za Kitanzania. Za Kitanzania taslim. Mm. Milioni nane. Fremu, karabati, mzigo. Milioni nane. Mm. Cheusi, ngekuwa ni wewe, ungeweza kutia pesa milioni nane kwenye biashara? Zingeshia kitambaa cheupe. Na wale nakuambia na estaili pongezi. Nikipata laki tu kesho kine uliza sina hata mia. <laughs> Zingeshia? Zingeshia kitambaa cheupe. <laughs> Singeweza kuyafanya hayo? Ah, singeweza hata kidogo rafiki yangu. Kwa hiyo ana roho kubwa sana yani. Ni kweli milioni 8 yote tii. Ah! Nitaji moyo. Bidhaa zetu ni, ni, ni zipi ambazo zinapatikana dukani hapa? Hapa dukani tunapata kanga kubwa, ndogo, perfume, display, udi, pochi, madela, nguo za watoto, za wakubwa, watu wazima, wazee. Kila aina ya nguo ya kisasa inayotoka hapa inapatikana. Hmm. Sasa na chupi? Sasa na chupi, nimeona kuna chupi hapa. Yeah. Nguo <laughs> za ndani tutatumia hivi. Nguo za ndani, okay. Nguo yeah. za ndani. Za kiume sioni? Zipo zile pale. Ah, za kiume zipo. Eh, uh, single and boxer zipo. Eh. Hey. Yeah. Bei zake zinawezekana ama zinabagua wengine hawahitajiki? Ni kitonga, bei kitonga. Eh. Yeah. Kwa mfano hey. yeah. mtu kama anakuja na pesa ya chini kabisa ili achukue chochote kwenye duka, duka lako, aje na shilingi ngapi? Pesa ya chini kabisa. 2500. 2500. Yeah. Awe. Ah, uh, pata manukato pambe. Eh. Hey. Yeah. Na spray ipo. Display zipo. Udi upo mm. ya yeah. Sasa hawa ambao labda wana, wana, wana wanaona mtandaoni, labda tuambie sasa duka lipo wapi, tuwaelekeze wakiwa wanatokea mjini labda au wakiwa wanatokea Mbagara, duka lipo sehemu gani? Duka kama anatokea Kariakoo, unashuka mtoni, mtongani mm. roundabout, kuna barabara pale inashuka huku chini mm. kikubwa pale kwa maboda, mabodaboda mimi ni maarufu sana huko hey. ukiuliza shumane hey. pakome hey. mimi huko unajulikana sana na pakome sana hey. <laughs> na, na wale wa mtandaoni labda kuna akaunti maalum ambayo na posti biza na, yeah, natumia shoe money og correction, Instagram, TikTok, Facebook, natumia namba za simu, natumia shoe money hmm. e, mi oho oh. yeah. namba za simu 0775977135 karibuni sana, delivery mikoa yote oh, ina maana hata kama mtu sio lazima aje dukani yani. yeah sio lazima aje dukani, popote nakuletea hmm. uaminifu zaidi hmm. Sawa, tuzungumzie tu, tu content yako ambayo tulifanya juzi mara baada ya wewe kuweza kutuonyesha nyumba yako. Moja kati ya content ambayo imezua gumzo na swali kubwa ambalo watu walikuwa wanajiuliza, uliwezaje kufanya shughuli ya milioni kumi alafu nyumba yako haijakamilika. Zungumza chochote kwenye hiki ambacho watu watu walikuwa wanajiuliza. <laughs> Nilisema kwa si ndoto yangu kuwa... Yaani nyumba ilikuwa sio ndoto yangu kipaumbele. hmm. Yaani ni kwamba nilifanya ili nipate pa kujistiri mm. ila ndoto yangu zaidi ilikuwa ni hii na sanaa mm. Yeah. Ndoto yako unahisi imekamilika? Kwa hapa nahisi kidogo sio kama vile ninavyotaka mm. ila namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ndoto hii imekamilika, lakini bado ndoto yangu moja mm. bado nini? Nahitaji ni kuwa msanii mkubwa hapa Tanzania Oye. Yeah. Chausi, bila shaka umeona ile content ya Shumane ambayo tulifanya naye jana akiwa anaonyesha nyumba yake. Natamani nipate comment yako kwenye hili. Wanasema kwa nini ulifanya shughuli ya milioni kumi? Ulikuwepo siku ile ambayo alikuwa anafanya sherehe kujipongeza pale. Alifanya sherehe ile uligharimu zaidi ya milioni kumi lakini nyumba yake haijakamilika. Kama kama mzazi alikutambulisha hapa kama wewe ni baba. Neno lako ni lipi? Kwa nini alithubutu kufanya shughuli ya milioni kumi wakati nyumba yake haijakamilika? Kuna watu wamenunua gari na wana nyumba wasilisahau hilo, si umenielewa? Kwa hiyo wasiangalie e nyumba, kuna watu wanalala ndani yeah, ya magari, umeona? Kwa hiyo wao wanaongelea hivyo kwamba kwani usifanye shughuli ya milioni kumi nyumba ijakamilika, sawa, umeona? Mm, unajua kufanya shughuli na, na ujenzi wa nyumba ni vitu viwili tofauti, si umenielewa? Kwa hiyo yeye aliamua kufanya shughuli kwa ajili ya kujipongeza mm, nyumba itafata si umenaelewa? Na nyumba tayari ipo inamaanisha, hata kama mtu awe yani alale hamna madirisha, sio ale kapazia tu, yupo kwa yupo kwake kuliko yule ambaye aliyenunua gari, ajafanya shughuli ya milioni kumi, ila akaenda kununua gari na amepanga. Nani mjanja? Sio umeelewa. Mm. Kwa hiyo na jambo lingine nilikuwa nataka nimkumbushe mwanangu. Yeah, sawa? Yeah. Kuhusu ndoto yake ya sanaa alosema. Yeah. Alo yeah. Sio yeah. Mimi si msanii mkubwa sana kihivyo. Hmm. Wala similiki ma YouTube kibao si nini no. Mm. Ila namwaahidi kwa kwamba nitakapopita mimi yuko nyuma yangu. Yeah, naye anapita. Naye atapita. Sio umeelewa? Hey. Kila kitu kinakuja kwa wakati wake. Mm. Sio umeelewa? Ya hamna mtu ambaye alishaye kulala akaamka kapata kitu fulani, hapana. Hmm. Kitu kinachohitajika pale ni thubila na uvumilivu tu. Kwao ndoto yake ya usanii itakamilika ita, ita wala aondoe shaka inshallah. Amina mm. Neno la mwisho kwa marafiki, wateja, kuhusiana na biashara yetu mpya ambayo tumeifungua, neno la mwisho, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mm. kunilinda nchi za watu mpaka leo hii kuwa hapa. Nashukuru wazazi wangu mm. ndugu jamaa na rafiki, na la mwisho zaidi ningependa kumshukuru bibi yangu alionilea, maana kama si yeye, asingenithubutu kunilea kwa mapenzi ya dhati, kunifunza, kunielimisha, kuniambia ili baya ili zuri, nisingekuwapo hapa. Bibi alipigana kwa hali na mali, hali ya kuwa akuwa na msaada wote kutoka kwa wazazi wangu, alipambana. Nilitamani leo hata hiyo elfu mbili yangu nayoipata naye angekula hata elfu mia mbili lakini Mwenyezi Mungu amemchukua. Napenda sana kumwambia nampenda. Amekufa miaka mingi sana lakini kwenye moyo wangu bado yuko hai. Nitaendelea kumkumbuka na kumuombea maisha yangu yote. Na ninamuombea kwa Mwenyezi Mungu amuondolee adhabu za kabri. Amfanye wepesi kualipo na nitazidi kumwombea zaidi na zaidi kila itwayo kesho mpaka pale tutapokutana na nina imani tutakutana. Zaidi na zaidi. Nawapenda sana Watanzania na naombeni mnisapoti, na asante sana babangu Chelsea. Na mengi sana nimepitia kwenye sanaa, nimeingia kambi nyingi mno, marafiki zangu wengi, wasanii wakubwa wadogo, siwezi kutaja majina, masipasta wenye viewers wakubwa, wanaojulikana na wasanii wakubwa, na wote wanajua hii kitu, lakini wote wameniangusha wamenibega kwa bega kwenye shida na la, nitapokosea nisamee samee, tuishi kama ndugu, kama ilivyokuwa baba na mtoto, basi tuendelee kuishi hivyo hivyo. Amina, inshallah.